Kwa kile ambacho kinaelezwa kama mgogoro mkubwa zaidi ya usafiri wa anga nchini Marekani kwa miaka ma ya hivi karibuni, maelfu ya abiria wamekwama katika viwanja vya ndege mbalimbali nchini humo huku zaidi ya ndege elfu saba zikichelewa na takriban elfu mbili zikifutwa kabisa. Tukio hili limeleta hali ya taharuki kubwa katika viwanja wa ndege wa New York Liberty International Airport uliopo New Jersey ambako picha na video zimeonyesha foleni ndefu za ndege zilizopanga mstari zikisubiri ruhusa ya kuruka, baadhi zikisubiri kwa saa nyingi bila maelekezo yoyote ya wazi. Mashirika makubwa ya ndege kama vile United Airlines, Delta na American Airlines yameripoti kupoteza mamilioni ya dola kutokana na ucheleweshaji huu wa muda mrefu, huku maelfu ya abiria wakilazimika kulala ndani ya viwanja vya ndege wakiwa hawana uhakika wa safari zao. Wizara ya uchunguzi ya Marekani kupitia waziri wake Peter Buttigieg imetoa tamko kali, ikisema kali hii inaendelea kuwa mbaya zaidi na inaweza kufikia kiwango cha hatari iwapo serikali ya Marekani haitafunguliwa rasmi kutokana na mgomo na mgawanyiko wa kisiasa unaoendelea Washington. Kwa mujibu wa ripoti, kufungwa kwa baadhi ya taasisi za serikali yani government shutdown, umekuwa na athari kubwa kwa sekta ya usafiri hasa kwa sababu idadi ya wafanyakazi wa usalama wa anga na wahandisi wa uangalizi wa usafiri wa ndege imepungua kwa kiasi kikubwa. Hii imesababisha ucheleweshaji katika ratiba, ukaguzi na usimamizi wa ndege zinazopaa na kutua. Wataalamu wa usafiri wanasema kuwa tatizo hili linaweza kuendelea kwa siku au hata wiki kadhaa endapo hatua za haraka hazitachukuliwa huku wakionya kuwa msongamano mkubwa wa ndege unaweza kuongeza hatari za kiusalama na kuathiri vibaya uchumi wa taifa hilo. Katika baadhi ya maeneo, abiria wameonekana wakilalamika vikali dhidi ya mashirika ya ndege, wakidai kutopata maelezo ya kutosha kuhusu hali ya usafiri zao huku wengine wakisema wamelazimika kutumia gharama kubwa a kusafiri kwa njia mbadala. Mpaka sasa mamlaka za usafiri wa anga zinasema zinajaribu kurudisha hali katika utaratibu wa kawaida, lakini changamoto bado ni kubwa kutokana na idadi kubwa ya ndege zinazokithiri na upungufu wa watumishi muhimu. Waziri Butijeng ameongeza kuwa iwapo serikali haitachukua hatua za haraka mambo yataendelea kuwa mabaya zaidi, akisisitiza umuhimu wa kurejesha utendaji wa taasisi za serikali haraka ili kulinda usalama na ufanisi wa sekta ya anga nchini Marekani. Kwa sasa mamilioni ya abiria wanasalia katika hali ya wasiwasi, huku anga la Marekani likionekana likiwa katika vurugu kubwa zaidi ya usafiri wa ndege kwa mwaka huu.